Kabla sijaanza kuzungumza hotuba yangu ya gundua, sasa hivi ni saa tisa kasoro kama ni kaa kumi, hatujachelewa sana, tupo zile dakika za jione kabisa. Sasa basi, kila mwana yanga aliyekuwa hapa, kila mwana yanga aliyekuwa hapa, kwa imani yake tutumie dakika moja. Sitasema muombe nini, mnakijua. Tutumie dakika moja kuomba, alafu tuendelee na mkutano. Tunachokiomba kila mtu, si mnakijua? Dakika moja ya ukimya, Mwenyezi Mungu atusikie dua yetu. Tuombe wanayanga. Asante, sijui wenzangu mmeomba nini, lakini sijui mii ndio na roho mbaya zaidi hapa kuliko nyie, kwa sababu dua yangu mimi nimeomba nje ndani kote kote kote kote. <coughs> Mwenyezi Mungu akaisikie dua, tuseme amina, amen. Tuendelee na ya kwetu. Sasa ni ngumu kuanza kumtumikia Mungu kabla hujamlaani shetani, ni ngumu sana. Ndugu zangu, mkurugenzi amegusia hapa kuhusu mambo mazuri ya mfumo wetu wa uendeshaji wa klabu, na uzuri wa mfumo huu unatupa sisi wanayanga umiliki wa klabu yetu. Sisi ndio timu pekee sasa hivi tuna kiburi cha kusimama popote pale na kusema hii mnayoiona inafunga watu, hii ni timu yetu kwa sababu kuna jasho letu liko hapo, tunachangia kuiendesha hii timu yetu. Leo hii Azizi Ki ametoka Burkina Faso, amekuja Dar es Salaam, Tanzania, amekaa miaka miwili akaongeza miaka mingine, raha zikamnogea, akaoa na hapa hapa. Yote hayo yanatokea kwa sababu sisi wanayanga tumeamua tuiendeshe kikubwa klabu yetu. Sasa basi, tusimwangushe mkurugenzi wetu, tusimwangushe kwa kuangusha mfumo wa uendeshaji wa klabu yetu. Naamini aliyoyazungumza hapa, mengi viongozi mmeyasikia wanachama wameyasikia. Sasa tunakwenda kwenye utekelezaji, si ndio? Bwana upigieni makofi. Wana manyara toka jana, toka jana, make nimefika jana, toka jana namuuliza ili swali mkurugenzi hapa wa wanachama, na nikaja hapa nikakuta jina la tawi linaitwa Yanga Manyara. Hizi raha ziko wapi? Toka jana mimi nauliza hizi raha raha za Manyara raha ziko wapi? Zipo zipo, zipo. zipo. zipo. Niwapongeze sana viongozi wote kwa kuratibu tukio hili kwa kuweza kusimamia tawi. Kwenye hotuba ya mwanzo ya katibu rafiki, risala alisema yote yamefanyika haya kukiwa hakuna uongozi rasmi. Katibu ulizungumza kwamba yote yamefanyika haya kukiwa hakuna uongozi rasmi, basi mimi naamini wanachama wa tawi hili la Yanga Manyara raha tutakwenda kwenye uchaguzi kwa sababu tuwe na kanuni na taratibu zinazoelekeza kwenye katiba yetu, lakini mna kila sababu na mna wajibu wa kuendelea kuliongoza hili tawi kwa kipindi cha mwaka mwingine. Wanachama mtakaoenda kupiga kura kuchagua viongozi, ikiwapendeza basi warudisheni watu hawa madarakani kwa sababu wameonyesha dira ni nzuri, huko mbele mnavyotaka kwenda. Sheria haziruhusu kupiga piga kampeni, lakini nimechombeza tu sheria. Bwana mratibu, ukiashiria mbali, uzinduzi wa tawi lingine la msingi ambayo limetuleta hapa, ni mchezo wa siku ya kesho dhidi ya Fountain Gate. Ndugu zangu tupo kwenye nyakati za mwisho kabisa za kuumaliza msimu wa 24/25 umebakizwa <coughs> na michezo minne, kama sikosea, tuna mchezo huu na Fountain Gate, tuna mechi na Namungo, tuna mechi na Prison, tuna mechi na Dodoma Jiji. Msimu efanyaje? Umeisha. tumebakiza mechi ngapi? Nne. Hizi mechi nne kimahesabu ni pointi kumi na mbili. Tunapozungumza sasa hivi, sisi tupojiwa kilele cha msimamo, maana yake tunatakiwa tupige hesabu zetu peke yetu bila kumfikiria mtu mwingine. Kwa mtu yoyote akikuuliza, ili Yanga awe bingwa Yani, natakiwa apate pointi ngapi? Kumi na mbili. Pointi kumi na mbili kwenye michezo minne na hizo pointi zinaanza kupunguzwa siku ya kesho. Kesho hawa tunaocheza nao kesho hawa, hawa Fountain Gate tunaocheza nao kesho hawa sisi tunawajua vizuri, tunawajua na aliyewatuma. Siku ya kesho tunamjua vizuri pambele ya waandishi wa habari ili ujumbe huu ukawafikie pia na wachezaji wetu. Hatua tuliofika sasa hivi kama Yanga, kila mechi mbele yetu ni vita, hatujui nani yuko mbele, ameagizwa na nani. Sisi kila mechi ni vita, kwa sababu kila mwana Yanga aliyekuwa hapa anafahamu kila mechi yetu Yanga msimu huu hatuchezi na mtu mmoja, tunacheza na watu. Kwa hiyo lazima tujiandae ipasavyo. Yanga kupata pointi tatu msimu huu jasho la bidii mwagike kweli kweli. Sasa niwaombe wana Manyara, na nyie mnalo jukumu la kufanya kwenye mchezo wetu wa siku ya kesho. Timu yenu haijakuja hapa muda mrefu sana. Sasa msijitie aibu. Mara ya kwanza baada ya muda mrefu, timu ikaja hapa, ikakosa matokeo mazuri. Ni lazima tupambanie pointi tatu kesho hapa. Iyo jukumu ni jukumu la wachezaji, ni jukumu la benchi la ufundi, na ufundi ni jukumu letu viongozi, na ni jukumu lenu nyie wanachama hata tulipofika, hakuna kutegeana, si ndio bwana? Hakuna, sijasikia waandishi na wachambuzi wakiandika hivi, lakini hivi tunavyozungumza sasa hivi Yanga ndiyo timu pekee Tanzania iliyokata tiketi ya kucheza Champions League msimu ujao, yaani yeah! tu ukiangalia a vale tayari tiketi yetu ya Champions League msimu ujao tunayo mkononi. Nafahamu kila mwana Yanga ameumizwa mno na timu yetu kushindwa kusonga mbele kwenye Champions League msimu huu, na hapo ndiko malengo na dhamira wanayanga ilipo kwenye CAF Champions. Sisi Yanga hatuwezi kujiliza kwa kombe la shirikisho nyoteasura huku shirikisho tushafanya mabara ya kutosha, tushafanya hapa, tushafanya kwenye nchi za watu. Uwezi kuona mwanayanga analia kwa kombe la shirikisho, aga ni jitu kuku kombe, ambalo kombe ambalo kikanuni msimu huu hakuna bingwa wa taifa lolote ameshiriki, ya yaani watu waliofeli wote walichukuliwa wako yao kwenye kapu moja, wapambane. Sisi huko tushavuka, malengo yetu yako kwenye Champions League. Sasa zile hisia ambazo tulizipata msimu huu, ili turudi vizuri msimu ujao ni lazima turudi na kombe kwanza mkononi. Ujumbe wa Yanga kurudi Champions League, urudi tukiwa na taji letu la ligi mkononi, alafu tukifika kule sasa, tukaboreshe vizuri timu yetu tukaitengeneze timu tishio, ambayo itaweza kutupeleka hatua za mbali kwenye Champions League, na uzuri Yanga kwenye kuunda timu sasa, hapa ndiko zeshilani kwa